Habari ya wakati mwingine, mtazamaji wa Big Talent TZ, karibu katika chaneli yako hii kuendelea kupata dondoo za teknolojia, masuala ya applications YouTube, pamoja na masuala ya kuediti na mambo mengi yanayohusu infotech. E bwana, siku ya leo nataka nikuelekeze hivi, nawe pia umechoka na kupata zile searching history katika Play Store yako, uenda labda unafanya tutorials, utakapokuwa unaingia Play Store ili kuandika hiyo application, basi utakuta kuna stories nakuja ambazo labda ulishawahi kuelekeza sana, au labda mtu atakaposhika simu yako akaona searching histories ambazo unazisearch katika Play Store. Nataka ni kuelekeza jinsi ambavyo unaweza ukaclear hizo searching history utakapoingia kusearch upya, basi wewe una search kitu kipya, kio kinaonekana ni kitu kipya ambacho una kisearch katika Play Store yako. Cha kwanza, ingia katika hiyo application yako ya Play Store ibonyeza hapo. Nataka nikupe mfano wa hizo searching history. Ukibonyeza sehemu ya search hapa, ni hizi hapa ambazo zinaonekana hapa. Hizo ndo searching history ambazo zinazungumzia hizi hapa. Sasa ukishaingia katika app yako ya Play Store, nenda katika sehemu ya kipicha chako hapa, sehemu ya kupata settings mbalimbali mbali, au options utashuka chini, njoo mpaka sehemu ya settings hapa ingia. Baada ya kuingia settings, bonyeza sehemu ya general hapa, utakapobonyeza general. Utakapo zitafuku kama hivo, unavyoweza kuona hapo setting zake. Ndio sehemu ya pili hapa, ambayo imeandikwa account, account and device preference, account country and history, bonyeza hapo, itafunguka hapo, utashuka chini, shuka chini. Tukiendelea kutafuta hiyo setting, utaweza kuona hapa imeandikwa history clear device search history remove searches from this device, utabonyeza hapo. Baada ya kubonyeza hapo, itakwambia clear history. Kwa hiyo hapa utabonyeza clear history. Baada ya kubonyeza, basi history zako zitakuwa zimeondoka, zile ambazo zilikuwa zimekaa pale. Hapa tena tutakuwa tumeshamaliza hilo zoezi, tutabaki, tutarudi nyuma, utakuja mpaka sehemu yapo. Ukienda sehemu ya search tena sasa hivi Zile history ambazo zilikuwa zipo hapa chini zote zimeondoka. Kwa hiyo utakapokuwa una search kitu inakuja kitu kipya kabisa ambacho hakukisearch. Mwanzo ulikuwa tukisearch incoming inakuja incoming call na vitu vingine ambavyo tulishavisearch hapo nyuma. Kwa hiyo utakuwa unaandika kitu kipya kabisa ambacho haukuwahi kukisearch. Yes. Na hivyo ndivyo unavyoweza kuclear hizo search history. Nadhani utakuwa umejifunza kitu mtazamaji katika video ya leo. Naitwa Salumu, unaweza kunita Salu the Genius, unaweza kunita Salu. Ukipenda endelea kufuatilia Big Talent, tukujifunza vitu vingi, usiache kusubscribe ili uendelee kupata content pamoja na videos kama hizi kila wakati. Tukutane tena hapo baadaye, endelea kuenjoy.